Unapoenda kupiga kula, haijalishi unaenda kwa makundu make, unajua wewe ni mtu mwema, unakwenda kupiga kula. Inawezekana kama umeona watu wamekuwa wamekua wakihamasisha, mfano kama Chama cha Mapinduzi mm -hmm. kimekuwa kikihamasisha kwamba balozi, familia, toka na watu wako, naenda kapiga kula. Kwa hiyo mtu kama anakwenda raia mwana kwenda kupiga kula, hilo sio tatizo mm -hmm. sisi ugomvi wetu ni wale ambao kama umeweza kuona katika mitandao ya kijamii ambayo kwa watu wa Tanga katika ufuatilia kwangu mm -hmm. wanaiangalia tu eh, hao, wanaohamasisha wa kupitia mitandao ya kijamii kwamba siku hiyo watu baada ya kupiga kura wafanye, wafanye maandamano au wafanye vitendo vya kihalifu. Mm -hmm. E, bahati nzuri na wenyewe tunawafuatilia e, kuona nani anachochea e. Hao kwa kweli, kama watajitokeza siku hiyo sisi kama jeshi la polisi, tutachukua hatua kali za kisheria kuhakikisha amani ya nchi yetu inaendelea kutamalaki, kwa sababu uchaguzi si, tunajua maana ya uchaguzi sio kwamba uvunjifu wa amani mm. Uchaguzi ni suala la kidemokrasia ambalo ni mchakato tu kwa ajili ya kupata viongozi katika katika awamu nyingine. Mm -hmm. Lakini kama kuna mtu yote anafikiria au anataka kuvuruga uchaguzi huu kama tunavyoona kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu kwenye uhalisia haipo, haipo. Lakini ukienda kwenye mitandao ya kijamii unaona jinsi gani watu wanavyojaribu kuamanisha watu wasiende kupiga kura au kuonyesha kama siku ile itakuwa na vurugu. Sasa inawezekana akatokea mtu mmoja ambaye labda ak ak ak ak ak akataka kuungana nao. Hao sisi tuko tayari kushughulika nao kikamilifu. Mm. Ndio ndio.